Yani natamani ni ambacho nataka kukuambia, ningekuwa nimekirekodi. Nikushauri tu, nadhani kila mmoja akae kwenye nafasi yake, wewe kama awala na mimi kama mke. <laughs> sitaki mke wangu ajue pia. Yani una maana kuwa wewe mke wako hajui? Ndio bana. Basi ni lazima ajue. Unaongea nini? naletea habari za Grace. Toka nyumbani kwangu. Get out. Out. Afu hapa nyumbani kuna ndugu yake shemu. Nifukuza nyumbani na kazini pia, kwenda. mimi sina pa kwenda. Maji ya shingo

Kumla ya nilenyeka amekuja kunitenda inaua utume tutoka watu wanauza watu wapenza kweli hakuna wanachojali kitu. Kitu wamepoteza imani. Maji shingo, maji, maji, maji. Unafanya nini hapa Grace? <laughs> nimekuja kukusalimia. Huoni kama unatafuta hatari? hatari gani? akikukuta <laughs> alikute vipi? na kati ushafukuza? Ameshaondoka. Naomba no, kambali na familia yako hasi mi, wala sihitaji kuwa na familia yako na sitaki kuwa karibu na familia yako hata kidogo. Mi nahitaji kuwa na wewe mm. Wakati unamtafuta na no, unamwambia maneno kwamba mi na wewe tunakutana hizo zilikuwa ni mbinu za kujitetea wakati yeye anajigamba kuhusu wewe. Sasa unafikiri ningesema nini mimi? Sasa ulimtafuta ili uweje? na ulitarajia nini? Ah, mimi nilikuwa nataka nimkatishe tamaa tu na kuache mimi kumlea. Grace, this is too much. Okay? Kaa mbali na familia yangu, achana kabisa na familia yangu Yani, uwezi amini, ya hivyo ndo alivyonifanyia. Mada mjini amefanya dimi di ha? yani? no, no, no, no, no. najua ni kitu gani, akili yangu haiwazi kabisa sawasawa. Sawa, lakini ilo ataona mm -mm. Yani, si, sasa mimi ndo nimetoka nimeenda kumchukua huyo bwanangu mwenyewe aende akanitetee. Hmm. Ila mi naamini kwamba Hansi ni mwelewa, kwa hata tutavyomwambia atakuwa ameelewa tu, sawa, lakini sioni kama ni aidia nzuri kwa kweli hmm. Sikiliza nikwambie, wewe niamini, ni mimi ninachokisema, na mimi nitajua ni kitu gani ambacho nitakachomshawishi au nitakachomwambia Hansi, sawa. Tukifika pale, cha msingi we kuka mm -hmm. ni kukaa kimya, kunisikiliza mimi, sawa. Hata kama kinachoongelewa ni cha uongo, nikae ana mi nakujua wewe nje ndani. Kwa hiyo ni ya mimi ni mimi na ninajua nitakachokiongelea pale. mm -mm. We jo, nenda nyumbani kwako katulie, mi ntajua mwenyewe ni sove vipi. Haya mambo yangu niache tu nijipiganie. Leo nataka nikupe fursa kunijua mimi vizuri kwanza kabla hujanipa hiyo fursa. Naomba unijibu maswali yangu nitaridhika. Hebu nikumbushe. Swali la kwanza nataka kumfahamu mwanamke anampa mzito ni nani? Niamini mimi hakuna mwanamke yoyote ile mtu wa mzito. Mhm. Nao unaendaga nao klabu kina nani? tu mara moja moja tu, tunaenda na kama mwanamke ambaye tunaenda naye labda ni Madam Jane tu peke yake. Wanapaswa kujua kama umeua right? Ni kweli, hata mimi tena nimefikiria hiyo nasikama aleo, nashuku kama umefikiria hivyo. Kitu kingine hivi, kwanini zabibu aongee uongo kuhusu hiyo zambe ilikuambia umezi zabibu? Kwanini huwa anafanya hivyo Mimi mimi nitatoka wala siwezi kununia. Sawa. Naomba unisikilize tu na mimi pia. Okay, fine. Naomba hata nikukumbatie tu, ili hata nikiondoka niweze kupata usingizi. Ukinikumbatia, unaondoka. <laughs> Hmm? za <coughs> wewe. Na vipi kuhusu swala za Biblia mbona unaruka? Kwa sababu mimi sikutaka kuonekana mnafiki na Mungu. Haya, basi nipe hata kidokezo kidogo ili niweze kuelewa. <coughs> Si ndo maana nilikuwa likuwa nazima zima simu yangu kwa sababu yake hmm? mm -hmm. Sawa, basi nitamuuliza najua atanipa majibu fresh kabisa. Uliza. Sawa. Hivi je, unafanya kazi gani? Mimi sasa hivi nawekeza katika majengo. mm -hmm. Ila kipindi cha nyuma ilikuwa najib. Unasema kweli? <sighs> <sighs> <sighs> Oh, ulikuwa unafanya hiyo biashara nao rafiki zako? <sighs> Yeah, na tena ni mtandao mkubwa sana. <sighs> <sighs>

Utakuwa uko wapi sahii? Kama ni tamasha, najua mi na ni kwa sababu ya mapenzi, lakini we ndo mtu pekee ambaye nilikuwa naona leo unaweza ukanisaidia <coughs> kuna nini kwa niana Natisha, nimepishana kauli na, na Hans alafu nimeondoka nyumbani kwa hasira. Naomba tu unisaidie leo ndale hapa kwangu <laughs> We unajua kwamba kuja kulala hapa kwangu sio tatizo, lakini hauoni kwamba kama mmepishana kauli alafu ukaja kulala yani ukatoka nje ya nyumbani kwako unaongeza tatizo zaidi. Haulioni? Ah, najua ila tu kwa kweli kwa leo acha tu nilale. Sawa, hamna shida, karibu. Naomba nikuombe kitu kimoja, naomba usimwambie mtu yoyote kama nimelala. Tumerudi tena. Ya, tumerudi yeah. Bila shaka unaendelea vizuri? Ndio, naendelea vizuri mm -hmm. Leo utahitaji tena warrant <laughs> hapana mm. Ni ruksa kufanya kazi yenu ambayo mewaleta. mm -hmm. Tusache, mkimaliza mtanipigia mimi, natoka kidogo kwanza. Asante kwa kuturuhusu, ila nilitaka kukuambia leo tusubiri, kwa sababu kuna kila dalili ya kwamba tutaondoka na wewe. kwa kosa gani? hmm. Tafutini basi hayo madawa nao na wake nawauza kisha mnipeleke, siyo? Okay, kesi iliyotuleta hiyo, ila lililotuleta ni baya kuliko hilo unalolisema.

na kama kikosa nyaraka anataka pesa zake. Kama ni hivyo, kazi imeisha, kwa sababu nyaraka ninazo. <sighs> Yeah, lakini akija, utamwambia unaye, na mimi nimalizana. Ashaaju idili ni watu wawili, mimi pamoja na aasinijzo. Oh, nyaraka nikae nazo sachini basi, namba yangu ipo. Na unayo, naunayo eh. Kimaliza mtanipigia nayo surprise leo, hatutaingia ndani kwako wala chumbani kwako kwa sasa, ila leo tutasache <laughs> mkoba wako, ati namaanisha mkoba ulio ubeba Madam Jean. Wala usijo ukasubutu kutoroka kwa sababu kwanza tutakupata, hauna mbio kuliko sasa ila tukiona unatoroka ukithubutu utoroka tutakupiga risasi ufia hapa hapa. Tatizo ni zile nyaraka au? Oh. <laughs> Kumbe unajijua ya yeah, ana ndio aliniambia niwe nazo mimi. Vizuri, utajibu

Yani niache kumuuza ana madam ana ambaye mimi najua alipo, mpaka lengo yake ajue chochote kinachoendelea, alafu nikuze wewe? una nini hasa ha masha? Ina maana unajua madam ana alipo, si ndio? Habari sasa, uko wapi? uko wapi? Acha na macho

Hivi unafahamu kwamba madam Jenny amekamatwa <laughs> Najua wewe, nani amekwambia? Ah, nilikuwa najua kabla hata jikamata. Sasa kama ulijua, kwa nini umsaidia ili mwenzako asikamatwe? Ah ah, nimsaidie nini yeye ambaye alikuwa anataka mabaya kwangu, naye ndo mtu ambaye alisababisha mimi ndoto yangu ya kuwa na Hansi kuharibika. Ana, huu sio muda wa kuzungumza habari za wewe na Hansi, sawa? Hayo mambo yako wewe na Hansi yanamalizika vizuri tu huu ni mdu akuangalia maisha ya mtu ambaye uko gerezani. Yale ni maisha yake, yaani kila baya unayolitaa lina malipo yake. Kwa wewe kama kuna mambo yako leo unayofanya mabaya, tafuta amani mapema, utubu, maana litakurudia. Na yeye sasa, hayo ndio malipo yake. <laughs> na nasema leo, kwa ajili sina hela, ningekuwa na hela ningenunua pombe, ninge ni ninge, nilewe. <laughs> Si ndio? Hansi mambo. mimi nakuomba kitu kimoja, nadhani ungerudi kwenu, kwa sababu wewe kuendelea kuwepo hapa tunatafutana ubaya. Mi najua tu hujawahi kunipenda hata siku moja wewe, na najua hiyo ndio sababu kubwa ambayo unaitumia ili mimi nikuhurumia, lakini siwezi kukuhurumia. Umenielewa vizuri? Na mpaka nguo umebadilisha Yani ni wazi naonekana, wewe umekuja hapa umedhamiria, umejipanga kabisa kuja kuniharibia, hmm? na Nikwambia ukweli tu, ni kwa kuwa na kuheshimu, nilishindwa kukuambia uondoke usiku wa jana. Laiti ningejua hili lengo lako ni chafu, mama angu, na hapa ningekuondoa jana. Mama anajisikiaje mwanangu? Mimi ni sio Mungu. Ule mama yako anauma hata chakula chenye pekee, sasa shida kabisa kula hata kununua mshiko. Ndio kila mtu anokwenda hali na siku kwa mbaya, hata si mimi tena. Gani na vipi, dana, unaongea naye mwisho jana? Na kibaya zaidi hatuna hata namba ya mume wake. Lakini hata ana na sio tabia yake hii. Sasa nini sa kimempata safari htas. Kwani akiosha simu, hapati ujumbe wa kuwa ulimtafuta? Mimi nakwenda kazini. Nikirudi nisikukute hapa. Na kama bado utakuwepo, usije ukanichukia. La yako ni kuona mimi nateseka tu. Hmm. Kuhusu mateso yako kiukweli, sidhani kama yananihusu sana kwa sasa, ila nnachokijua ni kwamba naijua thamani yako na najua thamani ya kila anayenizunguka. Mi najua hasa mi na damu ya kunguni, kwa hiyo mimi kazi yangu ni kunuka tu, lakini wengine huwa na damu nzuri. Na wananukia marashi muda wote. Hajawasha sasa. Kwa sababu angewasha tu, mimi vile ningepata message kwenye asababu changu hichi kwamba kule message zimeingia. Lakini kimya kabisa. Itabidi tu tuendelee kumtafuta. Na kama ikishindikana tumpeleke tu kwenye hospitali ya Mwanza. Hospitali gani? Sisi hatuwezi kusikia habari hiyo. Sitaki apo kote kule. Hata kama yeye anaanguka hapa Mungu anachukua, wewe utakuwa shahidi ama baba hakutaka mama katika hospitali hiyo. Lakini wewe ukumbuka, ni maisha ujue. Ah, pote mbali. Tunapigania u

ni uongo mtupu, uwashirati na vizazi vingi, usijeuka, haba yamenifika maji shingo, oh maji shingo.